Ukipata majawabu ya hayo maswali you are somewhere, somebody somewhere, yani wewe ni mtu mahali fulani, na usipo yajibu, manake umepotea, na ni maswali ya kawaida, okay. Unavutia watu wa aina gani automatically? Okay. Hebu asesi marafiki zako wakoja, ambao huja watafuta wamevutiwa na wewe ni watu wa aina gani? Mm. kwa maana yake usiangalie nani anakufaa, angalia we unamfanana nani? Wewe unamfanana nani? Sio. Yani umevutiwa nani? Amevutiwa na wewe? Wewe umevutiwa na nani? Furaha yako inatokea wapi? Nini kinachokupa furaha katika maisha yako? Okay. Sawa. Mm. E, yani, ile furaha tunayosema sio happiness. Hiyo nitasemaje kwa Kiswahili? Joy umesema. Kuna happiness, na joy. Mm. Happiness, ni furaha nyepesi inayotokana na matukio. Umepewa pesa, unajisikia vizuri, hiyo ni happiness. Ok, joy ni furaha inayotokana na mabadiliko. Kila kitu ni kibaya lakini uko kama ulivyo, una furaha. Watu wengi wako kwenye happiness, wako kwenye furaha inayotokana na vitu, matukio na matukio. Hiyo sio tunachoongea sisi, ni joy, yaani furaha ya ndani inayotokana na wewe kubadilika. Kwama umezungukwa na vitu vibovu, litakiwa kuwa unalia lakini unacheka. Kwa nini? Umebadilika. Kama unasubiri ufurahi kwa sababu una hela mfukoni, hiyo furaha sio ya kwako, ni ya pesa. Watu pia wanafurahia nini kutoka kwako? mm. una watu wamekuzunguka, wanafurahia nini? Wape nafasi wakwambie ni nini wanacho wanachofurahia kutoka kwako. Wape watu nafasi wakwambie, kwa sababu watu pia ni kioo cha wewe. Maana ya maisha yako wameibeba watu kwa hiyo wape nafasi watu wakwambie nini wanachokifurahia kwako. Specific wanachokifurahia. Eh, ni nini kutoka kwako. Waruhusu watu wakwambie kwa sababu huwezi kujiona mwenyewe wanakuona watu mm. Kwa hiyo watu wanaweza kukusaidia wewe kujishape kwenda sehemu sahihi mm. Usiwa ignore, ndio maana napenda kusema usihangaike na vitu, hangaika na watu mm. Mwenye watu hupata vitu na mwenye watu hukaa mahali sahihi kwa sababu watu ndio watampeleka mahali sahihi hmm. Na watu ndio watakupa unachokitafuta. Kwa hiyo usidharau watu, wape watu nafasi, usiwaignore wakati unatafuta unakotakiwa kwenda. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika <tiposilishe> meza ya HW tuwasilishe kwako kwa kwa mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengia uwezo wa kufanya